Ulikuja ulikuwa umetuvua roho ufe kabisa, umechanganyikiwa. Ndio, ulikuwa unaongea tu naongea, maana nilikuwa ni mzazi wa mwezi mzazi wa mwezi e, e hasa, kuna ali kanifata, so, yani, kanivasta fam, naona kama moyo unatoka, moyo unatoka, ndio naongea ni kama akili, yani hujiulikani, unaenda enda tu ndio. So e, nikaelekezwa huku, ukaja. Mm -hmm. Nilipokuja nikakemea roho nikapona kabisa. uy alingesaasaulika huy, yani huyo angesaulika, angekuwa marehemu. Helena nacheka. Unamfahamu, unakumbuka kipindi kile kaja, alikwanza amekaa hapa, amekaa kwenye kiti anaongea kule i <coughs> anashikwa, anakimbia. iliposimama ikatiisha hiyo roho, akadondoka chini <coughs> amepona. Baadao wakamfukuzia, nikaanza kuharibu nyoka aliyekuwa kwa nyumbani. Kwanza nikatamka siku moja, kuna nyoka yuko nyumbani, ni kweli uli... jikoni. Nakumbuka ulini tulikuja ibadani, ukaniambia, kwanza huyu nyoka anayekuchezea tayari umeshajitahidi mwanangu, umempiga nusu, bado nusu. Nikaenda nikamkuta kabisa kimwili. Nikakwambia kuna nyoka, ndio yupo, ndiyo nikakwambia kuna nyoka utamkuta nyumbani, ndio jikoni ndio ukamkuta, nikamkuta nyoka mkubwa, lakini nusu nusu, nusu nimekuambia mm. umempiga lakini amebaki nusu, ukamkuta nusu. Nusu kama nilivyokuambia kabisa. na mwingine akaendelea, mume wake akaja, alikuwa anaumwa, ndio hivyo kafunguliwa koko sasa. Ndio alikuwa na shida, anaumwa tumbo eh. tumbo ilikuwaje? ilikuwa inauma, linamuuma linamkaza, akienda hospitali hamna ugonjwa na anakutumia pesa nikaja hapa, ni ukaombea tu maji alivyokunywa mpaka leo, tumbo kwa heri. maisha mm -hmm. yetu ni muujiza. Kwa Elisha somba kuupigwe teke, naweza kukuambia tu kuanzia leo uko shwari ku na ikawa hii